Nipo kwenye moja ya kituo ambacho kitatumika hapo Oktoba 29 kwa ajili ya kupiga kura, na kama unavyoona nyuma yangu kulia na kushoto, tayari majina ya wapiga kura yameshabandikwa. Hii ni kutoa uhakika kwa wapiga kura hapo Oktoba 29 ya kwamba kuna uwezekano wa wao kuweza kupiga kura bila usumbufu wowote. Hatua hii ya uhakiki ni muhimu kwa mpiga kura itampa nafasi ya kutambua na kujua kituo ambacho amepangiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Orodha hii imebandikwa kwenye vituo vyote ambavyo vitakuwa vinapigiwa kura vikiainisha majina ya wananchi ambao walijiandikisha katika eh, katika vituo hivyo ili kuwawezesha sasa kupiga kura. Majina hayo yamebandikwa kwa kufuata alfabeti kwa ajili ya urahisi wa kutafuta jina lako lakini ikitokea eh, hakuna jina eh, hakuna jina ambalo una uh, uhakika ulijiandikisha na kitambulisho unacho, basi niseme wafike ofisi za uh, usimamizi wa uchaguzi ili kuweza kujiridhisha na kupata maelezo juu ya hicho ambacho kitakuwa kimetokea. Kilichonivutia kuja kuangalia jina langu hapa, nipate uhakika wa tarehe 29 kupiga kura. Kwa hiyo ni eh, nimeliona tarehe 29 mapema asubuhi na kuja napiga kura, narudi nyumbani kupumzika. Mkoa wa Mtwara unatarajia kuwa na vituo vya kupiga kura 3278 na, na harakati za maandalizi ya kupiga kura yanaendelea, huku wananchi wakihamasishwa kujitokeza kupiga kura. Tunaandaa mafunzo kwa watendaji ambao ni wasimamizi wa vituo, wasimamizi wasaidizi pamoja na makarani waongozaji, lakini pia tunaendelea kuandaa e, kukagua vyombo vya usafiri kwa maana ya magari yatakayokuwa yanabeba masanduku hayo kutoka kwenye e, kituo cha kuhifadhia vifaa hivyo halmashauri makao makuu, na kupeleka kwenye kata. Kwa kazi sasa hivi ya maandalizi inaendelea kufanyika, mpaka kufikia walau mwisho wa wiki hii tuna uhakika asilimia mia moja ya maandalizi itakuwa imekamilika. Huko Dodoma, katika kituo cha kupiga kura cha Umonga kilichopo kata ya jengo la machinga tumeshuhudia harakati za maafisa wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wakibandika orodha ya majina ya wapiga kura. Nako na Sumbawanga, wakazi wa maeneo hayo wameanza kujitokeza kuhakiki majina yao katika vituo vya kupiga kura, huku msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Sumbawanga akiwasihi wapiga kura wa jimbo hilo kutumia siku chache zilizosalia kwenda kwenye vituo vya kupiga kura kuhakiki uwepo wa majina yao ili kuepusha usumbufu ambao unaweza kujitokeza wakati wa kupiga kura. Ratibu uliowekwa ni mzuri. Majina yamebandikwa kwa usahihi, nimepata jina kwa wepesi. Zoezi la uhakiki litaendelea hadi siku ya mwisho ya kupiga kura, ingawa tume inasisitiza kufanya uhakiki mapema ili kuepuka usumbufu usio wa lazima. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salamu.